Asante sana mwandishi. Eh, mimi naitwa Engineer Paul Kimenye, niko chuo cha Veta Kigoma na kupaza sauti na kufika mbali, ntufikishie ujumbe kwamba tunaendelea kutoa haya mafunzo ni muhimu sana, ambao watawasaidia hao madereva pikipiki wakuwa wanatoa huduma kwa jamii kwa wananchi walio wengi, waje wali wapate mafunzo ili waendeshe kwa usalama barabarani. Eh, tunaona ni kwanza ni kujaribu kuwaheshimisha kwa kuwa hizi pikipiki sasa zinatumika sio tu kujiendesha wao wenyewe, lakini wanabeba watumishi, wanabeba viongozi. Sasa hawa tumeona tuweke kwenye ilo kundi la maafisa wa usafirishaji, ili wafahamike rasmi kwamba kazi wanayoifanya ni kazi ya eh, muhimu sana, ni kazi ambayo inatambulika, ni kazi ambayo inahitaji kuheshimika. Yangu mimi, naishukuru, tunajua zile, naishukuru kutokana kwamba imetukuza au vipi, au imetutanua kiakili na kielimu, kwa sababu ni vitu ambavyo tumeenda kuvijua kwa leo au vipi bwana? Tumevijua ni vitu vingi ambavyo tulikuwa tunaendesha pikipiki hatuvifahamu, tunajua ile kupitia serikali yetu na jinsi imevofusi na nini na kila kitu, asiye kwa leo sisi tuna base, tunashukuru kwa sababu ile tumepata tulichokuwa na kitaka ambacho tulikuwa tukijui tumekifahamu, asiye kwa leo lenyewe tunashukuru serikali, ndio mwanzo wetu, ni kepo kipindi tunaendesha kwa siku <mikipu> na mafunzo tukapata changamoto nyingi. Kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tukipata ajali, hata kama tumesababishiwa tunashindwa kupata haki zetu, kwa sababu tunaonekana sisi ndio wakosefu kwa sababu hatuna leseni. Lakini kwa sasa hivi inakuwa ni vizuri, kwa sababu hata tumesababishiwa ajali, tunapoenda na nyaraka ambazo zimekamilika tunapata haki zetu.